Habari za muda huu e, kumekuwa na maswali mengi ambao watu wanauliza e, kwamba wanatamani kwenye huu ulimwengu ambao nipo mambo ya tangawizi, lakini sasa wanajiuliza kwenye tangawizi naweza nikatengeneza bidhaa gani au naweza nikapata fursa gani kwenye tangawizi? E, majibu ambayo ni marahisi ni kwamba kwenye tangawizi unaweza kutengeneza vitu vingi. Kwanza, unaweza kuuza kwa tangawizi ambao ni fresh. Pili, unaweza kauza tangawizi ambayo ni curve. Tatu, unaweza kutengeneza tangawizi ya unga. Hapo, unaweza kupaki kwenye package mbalimbali kwenye kopo ndogo ndogo, unaweza ukauza kwenye supermarket, maduka na kusupply kwa mtu mmoja mmoja. Lakini pia unaweza kutengeneza ginger biskuti, biskuti za tangawizi. Umeona bwana, ni nzuri sana, zinafanya vizuri sana. Lakini si hivyo, unaweza kufanya tangawizi paste. Lakini unaweza kutengeneza, uh, ginger snacks zile viba flani flani hivi vya kutafuna tafuna vinavyotokana na tangawizi. Kwa hiyo kwenye ya tangawizi unaweza ukatumia; yani, fursa ziko nyingi, bidhaa ni nyingi. Lakini sio hivyo tu, kutengeneza tea masala pia lazima utumie tangawizi. Umeona, kwa maeneo ni mengi ambayo yanatumia tangawizi na ni fursa kwako ambapo unaweza ukaanzisha eneo moja ukawa na una produce kitu kinachotokana na tangawizi, azin kwamba tangawizi kila mtu anaipenda na kila mtu haikimbii ladha yake. Kwa hiyo Ta kufanya kipo. We njo chukua namba yangu hapo unicheki, tutengeneze mpango. Mwaka elfu mbili na ishirini na sita tayari unajua.